Eke katika maadhimisho ya miaka ishirini tangu kuanzishwa kwa chuo kikuu cha Waislamu cha Morogoro aja ya mambo yanayofanyika chuoni hapa ni upatikanaji wa huduma mbalimbali zikiwemo huduma za afya, kibenki, pamoja na kiroho. Hivyo Chivihi Media tumefika hapa na kuzungumza na baadhi ya madaktari ambao wanatoa huduma hapa na walikuwa na haya ya kusema. Kwa hapa kwa ajili ya maadhimisho ya miaka ishirini ya Muslim University of Morogoro. Sisi ni jopo la madaktari kutoka taasisi ya mifupa MOI tunashughulika na masuala ya matibabu ya mifupa ugu, uti wa mgongo, mishipa fahamu, magoti na nyonga. Huduma hizi zinapatikana hapa katika viwanja hivi vya Morogoro, University of Muslim University. Huduma hizi ni bure kwa watu wote wanaoishi maeneo haya ya Morogoro. Sambamba na hilo Chivihimidia tumepata nafasi ya kuzungumza na baadhi ya wanafunzi pamoja na wananchi wakieleza juu ya huduma zinazopatikana katika mabanda haya hapa. kwa ajili ya matatizo ya maumivu yangu na umo kiuno na machesioni sawasawa, kisha nimeshaeleza, wamenipa na wamenipa maelekezo niende kwenye hospitali yao. kutokana na shughuli yetu hii ya muhimu kabisa, ambayo ni maadhimisho ya miaka ishirini ya chuo kikuu cha MUM kuna vitu mbalimbali mbali ambavyo vinaendelea hapa uwanjani pamoja na kucheki afya na vitu vingine. Kwa hiyo katika kundi la watu ambao wamekuja kuangalia afya zao ni pamoja na mimi. Kwa hiyo nimefika hapo, nimeshajisajili tayari, na nimechagua kipengele cha kupima general checkup ambapo nitapima mwili wangu kwa ujumla wake. Kwa hiyo namshukuru Mungu kwa sababu ametusaidia kupata hiki kitu, lakini zaidi ya yote nashukuru pia kufanyika maadhimisho haya. Tunaamini kuanzia mwanzo mpaka sasa ni Mungu tumekuwa naye na tunapokwenda kuadhimisha maadhimisho haya mgeni rasmi atakuwa ni Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya uh, Muungano wa Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan, ambapo hitimisho lake litakuwa ni kesho ya tarehe ishirini. Kwa hiyo taratibu hizi na huduma hizi zinaendelea kutolewa mahali hapa na wataalamu wapo hapa wakiwa wamejipanga tayari kwa ajili ya kumhudumia kila mmoja. Kwa hiyo namkaribisha kila mmoja kwa ajili ya hizi huduma, lakini pia nipende kumkaribisha yeyote ambaye atasikia hizi taarifa kuweza kuhudhuria kwenye maadhimisho ya maana ya kwa mambo mengi ambayo anaweza kujifunza na kupata faida. Pia leo hii tumekuja kwenye tukio hili au hafla hii ya kusimamia na kuwapokea wale ambao wanahitaji huduma mbalimbali za vipimo, tupo tunapima blood pressure na general check up. Naimiza wanafunzi pamoja na wengine pia hata wasio wanafunzi wa hapa kuja kufanya vipimo kwa kuwa afya yetu ni bora zaidi. Karibuni sana, na ikiwa hii ni moja tu ya hafla ambazo inafanyika kwa ajili ya maadhimisho ya miaka ishirini ya MUM ambayo yataenda kuadhimishwa kilele chake kesho tarehe ishirini ambapo, ambapo mgeni rasmi atakuwa ni mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Bin Hazim ni taasisi ambayo inajishughulisha na masuala ya utafsiri wa vitabu aina mbalimbali, kwa mfano kutoa katika lugha ya Kiarabu kwenda kwenye lugha ya Kiswahili, kutoka katika lugha ya Kiingereza kwenda lugha ya Kiswahili na lugha nyinginezo. Kwa mfano ukiangalia tafsiri ya binkasiri hii hapa tumefasiri, ambayo ni tafsiri ya Qurani ambayo ina mijeledi kumi. Kitabu hichi tumechukua eh, takribani miaka kumi na tano prosesi zake, ambazo hapo mwanzo awali walianza kuandaa watu hapo nyuma, baadaye tukaja tukaukuta mradi upo kati tukauendeleza, na leo hiyo alhamdulilahi, kama ukiangalia kitabu hicho hapo tumezindua mwaka juzi ambacho ni hiki hapa ele cha maadhimisho haya ni Juni 20, ambapo mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan. Nikiripoti kutokea hapa mkoani Morogoro, mimi ni Heri Abdala na hii ni Chivihi Media